Leo tena nipo mitaa ya Minazi Mirefu, mitaa ya Vingofi, na hapa nipo na mashabiki wa timu mbalimbali. Nataka nifahamu, cha kwanza, mjomba, mambo vipi? swali inakuwaaje, ndugu yangu? Kuna safi. Nataka nifahamu, mjomba, ni shabiki wa timu gani? Wa Simba Sports Club. Vipi hapo, mjomba, wa shabiki wa timu gani? Ah, mimi ni mshabiki wa da Yanga Africans. Hapo kaka? Ah, mimi Yanga mtamzee. E bwana, kesho Yanga anacheza fainali yake ya kwanza, na tunataka tufahamu kuhusu mechi ya kesho. Mechi ya kesho ya Azam na Yanga unachukuliaje tu mchezo ni ya kawaida tu, timu zote mbili kidogo. Yanga baadhi ya wachezaji wake wengi sana wacheza timu ya taifa. Je, tunaweza tukaona wote kesho au tutaona baadhi ya wachezaji wengine, ikitokea kwa mfano Azam mechi ya kesho akaja akashinda na kwa mimi nataka kabisa kwamba Azam washinde kweli eh. Bwana, mjomba hapa anatamani kesho amuone Yanga akifa na Azam akichukua ubingwa. Bwana kweli, wewe mjomba, kwa wewe unachukuliaje? Ah, huo mtazamo wake, lakini mimi nikiwa kama shabiki wa Yanga Africans, mimi natakia ushindi tu Yanga, na naamini timu yangu ipo vizuri. Mimi naamini timu yangu kesho tunashinda, tunaenda kupambana, tunashinda. Bwana hapa, mjomba, nasema kesho hao waenda kupambana na ubingwa wanachukua na wanashinda.